Hey. Asha. Hey. Mbab, zima mziki kuja hapa. Niliwaambia, lakini. Hivi ni macho yangu au Babashaka? Nini mnafanya? Nini mnafanya kwenye nyumbani?

Mimi baba yenu kiongozi mkubwa, Shehe Obakwata lakini bata. Lakini kitu gani? Tena wewe nitakuasha makofi wewe, fedhuli fedhuli. Mmoja nakaa kule nasuluhisha migogoro ya watu, alafu nyinyi Tena. Eh, wewe mkubwa, unashindwa kuongoza hawa? Umeelewa? wanakaa wafanya pumbavu, nakaribisha ibilisi ndani ya nyumbangu mimi. Mipunamipunguani nauliza Ah. Mama ni kwa? Ipanda. Mama Asha. Mama wangu. Wa alaikum salam. Kuja hapa. Salamu aleikum mimi wangu. Wa alaikum salam. Nini kinachofanyika kwa hapa? Mume wangu mimi na watoto mimi ninawaambia lakini hawataki hata kunisikiliza. Yaani yani, yaani yaani sielewa hata nisemeje yani. Sasa? Mama, wamekushinda watoto? Hawajanishinda. Isipokuwa wajeuli. Kila nikisema hawasikii, hawa mume wangu. Yaani nimeongea mpaka nimechoka. Kwa hiyo nyinyi umetuzaa sisi ndio? Hapana. Kwa hiyo nataka mumsikilize nani? Wewe. Nyinyi wazazi wetu. Sasa, mbona tukisema mtaki ukiti? Tusamehe. Sasa nasema hivi. Nisikizeni kwa makini. Upuzi si utaki. Nimesemaje? Upuzi ya utaki. Upuzi si utaki. Iwe mwanzo na mwisho, mtu anajiona kakua, basi atoke katika nyumbani katafute maishani